Kwanza kutunza mazingira, hawa mabwana wanafurahi tu, ni kutafuta simenti, kama leo nakuleta, wananchi, chukueni. Umeona? Kwa hiyo tuzidi kufundisha kukumbushana, lakini turithishe watoto wetu utunzaji wa mazingira. Tuendelee kuweka Lushoto wetu kuwa ya kijani, tupunguze tabia za ukataji miti. Unajua vizazi vinavyoongezeka, kuna watu wenye tabia tofauti nao wanaingia. Kuna mtu akiangalia mti hivi anatetemeka, anaona mbao tu yeye haoni jani wala mzizi wala dawa ana, anaona mbao, kwa hiyo anataka ukate. Na sisi katika wilaya yetu tumeweka sheria ngumu kidogo. <laughs> Ukitaka kukata mti hata kama umeupanda mwenyewe uko pale nyumbani kwako, ni mpaka DC nijue. Hii ni tunasaidia kupunguza, na naona hata lile wimbi la kuomba kukata miti sasa hivi limepungua. Kuna mtu alinifuata kiongozi kabisa, akaniambia anaomba akate miti kumi ile ya barabarani ile ambayo ilipandwa si ili na Mjerumani. Kwa sababu ile miti naona inapasua lami. Kiongozi nikamuuliza hii lami, wewe ndo mtunza lami ya Lushoto au ni ya, ni ya, ni ya Tanroads? Akasema hapana, lakini ni katika eneo langu. Nikamuuliza wewe ndo unayetunza barabara au Tanroads? Akasema ni Tanroads. Nikamwambia nasubiri waje waniambie kwamba inapasua barabara, lakini ile miti haipasui barabara. Ile miti inafyonza maji ambayo angekaa pale barabarani ndio yangeharibu ya barabara. Na ndio maana ile miti ipo. Sasa mtu mmoja anaomba akate kumi. Unafikiri ukiwaruhusu watu kwa namna hiyo tutakuwa na mti Lushoto hapa? Hatuwezi kuwa na miti. Kwele, na kwa hiyo niwapongeze na nizidi kuwaomba tuendelee kutunza mazingira yetu ili na yenyewe yaendelee kututunza. Mnaona hali ya hewa tunayevuta hii ni hali ya hewa safi sana. Inatuondolea hata magonjwa mengine mengine kwa sababu kila mahali oksijeni inatoka vizuri kwenye miti. Kwa hiyo tuendelee kutunza yale mazao mengine ya, ya, ya mazingira mnayafahamu. Lakini nitumie fursa hii pia kuwashukuru wahifadhi kwa kukumbuka kwamba hawa ndio watunza miti na wamefanya wa kazi kubwa ya kutunza mazingira, ndio maana leo sisi tunafurahia hali ya hewa. Lakini na nyinyi mkaona kupitia kamishina general, sio vibaya tukija kwa wananchi tukawaambia, jamani, tunawapongeza tuna kwa kutunza miti hapa, tukakuta wanajenga darasa wananchi wamechanga na wametoa fedha zao wenyewe. Msaragambo imewasumbua wengi sana, basi uhifadhi ukasema no, ngoja sisi tuweke mkono. Wametoa mifuko 60 ya cement hapa, lakini leo tutagawa mifuko zaidi ya 250 <laughs> na hii yote ni ili kumpunguzia mwananchi shida au adha ya kuchanga kuchangia maendeleo. Tunapopata nafasi ya kusaidia wananchi ili kupunguza mzigo kwao, tunaopunguza kwa hali kwa namna hiyo. Serikali imefanya kazi kubwa, imetoa fedha nyingi za kujenga majengo ya shule, madarasa, hospitali, barabara na kila kitu. Mnafahamu serikali ya Mama Samia ilichofanya kwenye nchi yetu, lakini maendeleo bado yanatuhusu. Haimaanishi kwamba na sisi sasa tukae hivi, serikali imeshafanya. Hapana, kuna mahali tunaona tunaweza tukafanya jambo kwa ajili ya watoto wetu, basi tunajitoa, tunafanya.